Furaha yetu sisi sio idadi ya watu wangapi tumewakamata kwa madawa ya kulevya, furaha yetu sisi ni Dar es Salaam kutokuwa sehemu ya madawa ya kulevya, na nami na uhakika ikipona Dar es Salaam, uko kote mikoani patakuwa pako salama, na mwisho wa siku heshima ya taifa letu lililoasisiwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Abedi Amani Karume itarejea, ya kwamba hata ukienda baadhi ya nchi tulikuwa tukionyesha passport ikionekana ya kwetu, watu wanaanza kuhisi tumebeba madawa ya kulevya. Sasa kuna watu tuliwaita, nafikiri nimewaona na kuna baadhi nimeambiwa hawajafika. Nimeshamwambia kamishina kwa wale ambao hawajafika wakachukuliwe wakae ndani mpaka siku ya Jumatatu. Kwa waliofika, tutakutana nao sio muda mrefu kutoka hivi sasa, kujadiliana nao na kuona namna gani wanatupatia yale tunayoyataka kuyafanyia kazi kutokana na taarifa tulizokuwa nazo. Jambo la pili, vita hii haiishi leo, inaisha pale ambapo madawa yameisha. Lakini vita hii sio ya Kamishina Silo, sio ya Rais Magufuli wala sio ya Makonda. Ni vita ya kila mtanzania anayekaa Dar es Salaam, tunaishi nao, tunakula nao, tunacheza nao, na wengine ni wafadhili wetu umefika wakati wa kuwatoa hadharani ili watoto wetu na taifa letu lipone. Jambo la tatu, kama alivyosema kamishna. Katika uchunguzi wangu pia nimegundua viongozi kama hawa kuna wakati mwingine wanaonewa huku chini. Kuna askari kama elfu sita ana askari kama elfu sita. Sasa askari elfu sita sio mchezo, na huwezi kupata wote malaika, na ndiyo maana hata wale tuliowabaini Nimekuja kugundua kwa mfano, kuna mmoja yuko hapa, jambo ambalo kidogo lina, lina, lina, lina stua na yeye kamishna ameliona leo, na najua baada ya presia atalifanyia kazi. Huwezi kuwa na askari aliyeenda kukamata dawa madawa ya kulevya akakamata, alafu yeye akachukua hayo madawa akayauza. Sasa alimuuzia nani? Alafu bado askari akawepo ndani ya utumishi na anaendelea kuwahudumia wananchi kama askari ni sawa na majambazi wengine. Kwa hatuwezi kuendelea kuvumilia kuwa na baadhi ya watumishi wanaoendelea kulichafua jeshi la polisi, kuchafua historia na heshima ya watu kama kina Siro, kwa sababu tu ya njaa walizo walizokuwa nazo. Sasa leo, Kamishna, nakuongezea askari wengine watatu ambao nimeendelea kupata uchunguzi wangu, na wengine ndani ya hizi wiki mbili wamechukua fedha ya madawa ya kulevya bilioni moja na wakagawana na wanaishi kwa raha mstari wako mjini hapa. Si tunapambana na rais wetu Magufuli anahangaika ya madawa yaishe, askari tunaotuma wanafanya hiyo kazi. Mimi mtandao huu lazima utokomee ndani ya mkoa wangu, kwa nitakupa majina askari wengine watatu hapa ninayo. Lakini wananchi wamezidi kuhamasika kuona ha, kumbe serikali ya Magufuli inaenda kutokomeza madawa ya kulevya. Kwa imani zao wameendelea kutoa taarifa na majina ya watu wengine watano na wasita tayari yuko China na mpango wa kuingiza madawa mzigo mkubwa mwezi huu. Naishawaambia watu wa uhamiaji pamoja na airport kuhakikisha kwamba wanapofika, wakishikiana na polisi wetu kumtia nguvuni. Na sio muda mrefu, mwezi mmoja uliopita, alikuwa kwenye hoteli moja hapa hapa hapa Sinza. Kasambaza mzigo wake mpaka akamaliza, ndio akaenda kwa. Anaweza kukaa hoteli hata wiki mbili tatu, huko akisambaza kete zao. Kwa hiyo mimi nataka tukua taarifu wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam. Vyombo vyetu vya dola viko imara. Kama ambavyo kamishina amesema, na wala hatutasita kuchukuliana hatua sisi kwa sisi kwa wale wanaoenda kinyume na maadili ya utumishi. Lakini sambamba na hilo, nyinyi wananchi mnao wajibu wa kuhakikisha mnashiriki katika mapambano ya madawa ya kulevya. Tukishirikiana wote kwa pamoja, tuna uwezo mkubwa sana wa kushinda hii vita. Na mwisho wa siku hata tukienda mbele za Mungu tutakuwa na haki na kupata yale ambayo tunastahili kupata. Sasa majina nilionayo hapa Naanza upande wa askari, niko na mudi zungu. Upande wa pili kuna mtu anaitwa Fazili, lakini watatu yupo anajulikana kwa jina la Beni. Nikisema hivyo askari wanajua tu namna ya kumpata hawa watatu. Kamishna, waunganishe kwenye ile timu ya wale wengine, uanze kushughulika nao. Ah, mali zao zipo na na mwingine ameangaika kununua nyumba Kigamboni, kupitia hizi hizi hela za madawa ya kulevya sasa mimi nipo na nitaendelea kuwepo mada Mungu wangu ni mkubwa kuliko chochote kile, tutafanikiwa tu kamanda, sio wala. Tukisha shinda hivi vita mzee, tutakula kuku, kama sio hapa duniani, basi uko mbinguni na uhakika. Lakini kwa upande wa ndugu zangu wale ambao, Jumatatu, pia wanapaswa kuwepo, na ningeomba sana waandishi wa habari mnisaidie, msitwisti kidogo story ikaonekana ni, ni, ni madawa ya kulevya na wasanii ni madawa ya kulevya. Meona baadhi ya, ya ya mambo mengine wanaifanya kama ni, ni mali ya wasanii yaani, kama vile a a, hapa tunahangaika na madawa, shughuli unayofanya sisi haituhusu, na ndio maana tunaingia hata kwenye jeshi la polisi, tukikuta tukikuta wapi magereza, wapi kokote kule, tunahangaika na madawa ya kulevya. Kwa sababu mnaweza mkawapa watu ikaonekana kama ni wasanii, wakati kuna watu tycooni wakubwa kabisa mmewaacha. Kwa mfano kuna mtu mmoja anaitwa Omari Sanga. Omari Sanga, kwa taarifa nilizo nazo ni moja ya watu waliosababisha si chini ya asilimia 65 mpaka sabini ya Watanzania waliofungwa kwenye magereza ya China ni yeye yako na wapeleke. Sasa hivi yuko China yuko Dubai, ana process kwenda China, lakini mkono wa Mungu ni mkubwa, mkono wa serikali ya Magufuli ni mkubwa, tutamdaka tu. Sasa hawa ndio watu ambao tunahitaji mtusaidie sana. Kuna ndugu yangu mmoja toka Shozi. kuna mwingine anaitwa Amani, kuna mwingine anaitwa alidari kavila. Kuna mwingine anaitwa Tunda Tunda, afikiri mnamfahamu, kale nikaleka binti kana, si ni mwigizaji yule? si ni mwimbaji, mwimbaji eh? video queen ndio nini? Ah, okay haya. <laughs> Hawa wote mimi nawahitaji Jumatatu saa mbili hapa hapa Sento, akiwemo na dada yangu kipenzi anaitwa Vanessa. Mle ndugu zangu, tuendelee kuifanya hii kazi. Muendelee kuatia moyo polisi, waaminifu wapo, na ndio maana alivyosema kamishna, na tuizunguka usiku na polisi hawa hawa, na tukafanikiwa kukamata wanaohusika. Sisi tunaanza na hawa wanaotumia, watatusaidia kujua mambo mawili kuna mwingine nilikutana naye kamishna, namuuliza ehe, hii kitu vipi? Anasema nisha nisha bro, nishaacha nishaacha mimi bro. <laughs> Kweli ehe bro, mimi ah, hii kitu hii kama sawa. Sasa uliacha, ulikuwa unachukua wapi? Ah, nishasahau. Hata lini uliacha? Eti miezi sita, nishasahau. mm -hmm, lakini baada ya uh, utaalamu wako ule, akatusaidia tukajua hata wapi wana supply hizo hizo dawa, na ndio miongoni mwa maelezo ambayo kamishina wetu amesema. Kwa hiyo kama wewe unatumia Manake unajua anayekuhudumia. Kama hujui unapata wapi dawa, manake wewe unatengeneza madawa. Na nionyeze vizuri maandishi. Kama hujui dawa ina, ina, ina nani anayekusupply dawa, manake wewe ni unatengeneza dawa. Na kama wewe unatengeneza dawa, hatuja kukamata tu kwa sababu unatengeneza mwenyewe na kuitumia mwenyewe. Lakini ukianza kuisambaza, tunaweza kukamata. Sasa sio nataka utusaidie. Na ndio maana nimewaita watu wote wale wenye zile klabu ambazo zinahusika pia eza wanajua au hawajui tunao mpango